Hakuna faida yoyote ya kutengana katika jamii, hasa kwa wewe ambao unasikia, msikilizaji wangu. Jambo la msingi pekee, tunapochukua hatua za matengano kama hayo, tunaleta athari kubwa kwa watoto wetu ambao tunawazaa. Watoto wanakosa haki za msingi za kulelewa na wazazi wote wawili, lakini pia tunakosa haki za sisi wenyewe kuwa na ushirika unaofaa, kwa sababu tunakuwa tunaoa au kuolewa na kuachika na jambo ambalo alileta afya kwa nchi yetu kwa kanisa na hata katika jamii kwa ujumla. Jamii inakabiliana na, na changamoto za mmonyoko wa maadili na kukosekana labda kwa nidhamu na matukio kadha wa kadha. Kwa hiyo mafundisho tunayotoa mbali na kwamba ni theoloji, ya kitheolojia zaidi pia, lakini kuna maeneo mbalimbali ya maisha, kwa mfano kuna somo la uwakili wa kibiblia unahusisha uwakili wa nia, uwakili wa nafsi, uwakili wa mazingira, uwakili wa fedha na mali. Kwa yote inahusisha kuwaandaa watu. Kile unachosikia na kile unachokipokea mara kwa mara kinatengeneza tabia ya mtu. Maandiko yanasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo tunapojifunza na kuweka mkakati mzuri juu ya ta, kwenye taasisi yetu na mafunzo yetu nasaidia kuwarudisha watu kwenye mstari wanaotakiwa kuenenda. Kwa hiyo kuhusiana na swala zima la maadili, tuna, tuna mafundisho tunayoyatoa, lakini pia tunayapima kwa kuona mabadiliko ya kiutendaji juu ya wanafunzi wetu na shuhuda mbalimbali mbali, kwa watu wanaowasikiliza na wanaowahudumia wale watu tunaowashuhudia. Kwa hiyo mmomonyoko wa maadili ni, ni, ni, ni tatizo la dunia nzima, tatizo la dunia nzima na ukweli ni kwamba dunia inajuta ukitembea ukifika Amerika, ukifika mabara yote yameharibika. Kwa, kwa ufupi ni kwamba Biblia anasema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo mze. mmonyoko wa maadili mnaoona duniani leo ni matokeo ya kwamba watoto hawako tayari kukaa chini ya malezi ya wazazi, watoto hawako tayari kuonywa e. Vitu vingi sasa viko viko wazi. Zamani ilikuwa vitu vimefichwa, sasa hivi kuna utandawazi. Watoto wanamiliki simu, wanaona kila kinachoendelea duniani, na wao wanaiga, na na imekosekana njia ya kuwazuia kwa sababu ambazo dunia imeharibika tayari. Kwa hiyo ili kuweza kudhibiti kitu hicho ni kwamba watu wabaki katika njia kuu, njia ya kumwogopa Mungu. Sasa hivi mnajua ulimwengu huu umeharibika sana. Sasa mnaenda kupewa vituo, naomba msaada na msingi mzuri, akishindi malezi ya watoto, malezi ya familia mnayapa kipaumbele. Nadhani saa hizi tumeona dunia ilivyobadilika, mambo yanavyoenda sasa. Usipotengeneza kizazi kizuri, utakapo utakapotoka nini maanake, hatakuwa na watu wengine wa kuweza kuwa na na, na, na maadili mazuri katika, katika maeneo ambayo tunaishi.